Habari za kutwa mtazamaji, na kusalimu sana popote pale ulipo. Karibu sana katika taarifa yetu ya habari jioni ya leo ya Oktoba ishirini na moja elfu mbili na ishirini na tano Ukonamipindo Goton ambaye anakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo haya ICC hey, jijini Arusha, karibu sana mkuu. Wa mkoa wa Songwe Jaberi Makame amewaasa vijana mkoani Songwe na Tanzania kwa ujumla kuwa wazalendo kwa taifa leo na kuitumikia vyema kama walivyofanya vijana waliopigania uhuru wa nchi yetu. Aidha amewaasa kuacha kutumika na watu wanataka kufanikisha ajenda binafsi na badala yake kutumika kufanikisha maendeleo ya taifa. Ameyasema ha, hayo wakati akihutubia wananchi wa mji wa Tunduma na mkoa wa Songwe kupitia vyombo vya habari katika operesheni ya Oktoba 29 inayolenga kuhamasisha wananchi kujitokeza kupiga kura Oktoba 29 kwa amani na utulivu. Lakini kwa ndugu zangu vijana, nchi yetu kwa takwimu tulizokuwa nazo Tanzania ina idadi kubwa sana ya vijana kuliko makundi mengine yoyote. Lakini hata katika mkoa wetu wa Songwe Kundi la vijana ni kubwa kuliko kundi lingine. Kwa hiyo vijana wenzangu, sisi vijana wa mkoa wa Songwe, tumebeba dhamana kubwa. Tumebeba hatima kubwa ya Tanzania ya sasa na Tanzania ya baadaye. Wazee wetu walipigania uhuru wa nchi yetu wakiwa vijana. Mwalimu Nyerere wakati anaongoza harakati za kupigania uhuru wa Tanzania, alikuwa kijana. Lakini akina hayati Sheikh Amani Abedi Karume alikuwa kijana. Lakini akina mzee Kawawa, Bibi Titi na wengine wote wote walikuwa vijana, waliutumia ujana wao kuweza kupigania uhuru wa kisiasa wa nchi yetu. Baada ya kutupatia uhuru wa kisiasa wa nchi yetu, wakatuachia sisi vijana tuweze kulitumikia nchi yetu, tuweze kujenga uchumi wa nchi yetu. Lakini tunashukuru kwamba hivi sasa tunaona sisi vijana mbalimbali mbali. Mimi binafsi niliopata dhamana hii kubwa kama mkuu wa mkoa, lakini wako vijana wengine wengi wamepata dhamana mbalimbali mbali kwenye taasisi, kwenye mashirika vile, kwenye Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye kata mbalimbali haakana maeneo mengine, lakini wako vijana wanafanya kazi kubwa kujitafutia kipato kupitia njia ya usafirishaji kwa bajaji, bodaboda, boda. Sote tunatekeleza majukumu yetu ya kuweza kujenga uchumi wetu. Kwa hiyo kamwe tusikubali mtu yoyote atutumie vijana kwa ajili ya kuweza kutimiza hatima yake, kuweza kutimiza ajenda yake. Tujue kwamba tuna dhamana ya kuweza kutumikia nchi yetu, tuna dhamana ya kuweza kuijenga nchi yetu ya Tanzania, ili tuweze kuikabidhi nchi yetu kwa kizazi kinachokuja ikiwa bora kuliko tulivyokuwa nayo leo. Hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania hii. Tanzania hii ndio mama yetu, Tanzania hii ndiyo baba yetu. Tumezaliwa Tanzania, tutakufa Tanzania na tutazikwa hapa Tanzania, lakini watoto wetu wa jukuu zetu wataishi katika nchi ya Tanzania. Kama ambavyo wazee wetu walifanya kazi kubwa ya kuijenga misingi ya Tanzania, sisi tuliopo leo hii tunao wajibu wa kuitumikia Tanzania, kuilinda Tanzania, kuipenda Tanzania, ili tuweze kuikabidhi kwa kizazi kijacho ikiwa imara zaidi ikiwa bora zaidi, lakini ikiwa na maendeleo. Lakini ili tuweze kufanya hivyo, maanake lazima tushikamane, lazima tuwe wamoja, lazima tulinde amani yetu, lazima tulinde utulivu tuliokuwa nao. Ndugu zangu, amani hii na utulivu tuliokuwa nayo ni tunu adimu, ambayo baadhi ya nchi wanaitamani kuwa nayo. Mgombea ubunge wa jimbo la Ubungo jijini Dar es Salaam kupitia chama cha mapinduzi CCM, ambaye pia ni waziri wa nchi ofisi ya Rais, mipango na uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo, amepongeza mafanikio makubwa yaliyopatikana katika sekta ya miundombinu chini ya uongozi wa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan, huku akiahidi kuendeleza kasi ya ujenzi wa barabara zaidi ili kuimarisha huduma za usafiri na uchumi wa wananchi wa Ubungo. Akizungumza Jumanne Oktoba 21 katika mkutano wa kampeni za mgombea urais wa CCM uliofanyika katika viwanja vya Leaders Club, Kinondoni. Profesa Kitila amesema katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Daktari Samia, mtandao wa barabara za lami katika jimbo la Ubungo umeongezeka kutoka kilomita 3278 hadi kufikia kilomita 7898 hatua iliyowezesha usafiri na usafirishaji kuwa rahisi zaidi. Mheshimiwa mgombea, jimbo la Ubungo lenye kata 8 na mitaa 46 inazo mtandao wa barabara za mitaani zipatazo kilomita 168.56. Wakati tunaanza utekelezaji wa ilani hii, tulijiwekea lengo kuhusu barabara za lami, za changarawe na barabara ambazo zinapitika. Lengo letu tulipoingia madarakani, katika kilomita zote hizi, barabara za lami zilikuwa kilomita 32.78 pekee sawa na asilimia kumi na tisa. Kwa hiyo hali ya barabara za lami jimbo la ubunge ilikuwa mbaya sana, na hii ndiyo ilikuwa kipaumbele. Sasa nitoe matokeo, nitoe nisitoe, Mheshimiwa Mgombea, kwa sasa, baada ya kutekeleza ilani katika miaka hii minne na nusu, kitu gani kimetokea? Ukichukua barabara za lami ambazo tumeshajenga na ambazo zinaendelea, kwa maana ya wakandarasi wapo site, sasa tumetoka kilomita 32.78 tunazo kilomita 78.98. Kwa hivyo tumeongeza mtandao wa barabara za lami kutoka asilimia kumi na tisa tunaenda kufikisha asilimia arobaini na sita nukta nane. Lengo letu ilikuwa tupeleke asilimia hamsini. Naamini kwa miezi iliyobaki mpaka Disemba asilimia hamsini itafika hapo. Vipi, tumefikaje hapo? Mambo tuliyofanya makubwa ni mawili. Kwanza, Mheshimiwa mgombea, wewe tulikulilia, ukaruhusu, ukaridhia na kuidhinisha mradi muhimu wa DMDP uende katika wilaya ya Ubungo. Hapo awali mradi huu ulikuwa kwenye wilaya tatu tu, haukuwepo Kigamboni na ukuwepo Ubunge. Tulikulilia, mimi na marehemu Fauzi Ndungulile, tukakulilia, hatimaye ukakubali mradi wa DMDP uje Ubungo na Kigamboni. Hapo vipi, matokeo yake ni nini? Sisi katika jimbo la Ubungo tumepata kilomita ishirini na tano nukta moja mbili za barabara za lami zikiwemo barabara kumi na mbili kata ya Sinza, barabara mbili kata ya Manzese na Makurumla, tunatandika ile barabara korofi Midizini mpaka Tip Top Manzese. Hapo vipi? Kata ya Makuburi, barabara ya Makoka kilomita nne nukta sifuri nne, barabara ya Binti Kayenga kata ya Mabibo. Tunayo barabara ya Ubungo National Housing kata ya Ubungo tunazo barabara tatu kata ya kimara barabara milioni ya mia tatu mringo na suka golani lakini jambo la pili mheshimiwa mgombea ambalo ni kubwa kuliko yote tunayo barabara korofi ambayo iliahidiwa tangu mwaka elfu mbili na kumi barabara ya unganisha wilaya mbili wilaya ya ilala na ubungo na majimbo matatu ya kibamba ubungo na segerea kilomita nane, inaitwa barabara ya Kimara Mavurunza Bonyokwa mpaka Kinyerezi. Barabara hii iliaidiwa mwaka elfu mbili na kumi na mheshimiwa Rais wa awamu ya nne Jakaya Kikwete, ikaitwa Kikwete wa highway, lakini haikujengwa. Ikaaidiwa mwaka elfu mbili na kumi na tano mwaka elfu mbili na ishirini haikuwezekana. Mwaka elfu mbili na ishirini na moja tulikulilia hatimaye mwaka elfu mbili na ishirini na mbili ukaidhinisha iruhusiwe iingie kwenye bajeti na mpango wa maendeleo. Hatimaye mwaka jana uliruhusu zikatoka fedha, mkandarasi akaingia. Tunavyozungumza mkandarasi yupo kwenye barabara ya Kimara bonyo kwa hapo vipi? Viongozi wa jamii ya Kimahasi hapa nchini Tanzania maarufu kama Malai Gwanan wametoa tamko rasmi la kuunga mkono kufanyika kwa uchaguzi mkuu Oktoba 29 huku wakipinga vikali wito wa maandamano unaosambazwa katika maeneo mbalimbali nchini. Tamko hilo limetolewa katika eneo Donyo Murak, wilaya ya Sia mkoani Kilimanjaro wakati wa mkutano wao wa kawaida wa Orkiama ambapo katibu wa Malai Gwanan, Tanzania, Bwana Jeremia Laiza akisoma kwa niaba viongozi hao amewataka Tanzania kujitokea kwa wingi kupiga kura na kuchagua viongozi wanaowataka kwa amani. Sisi viongozi wa mila wa jamii wa Maasai nchini Tanzania tukiongozwa na uzalendo, utu na dhamira njema kwa taifa letu tunatoa tamko hili rasmi la kuunga mkono jitihada za uongozi wa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan Chifu Hangaya, kwa ujasiri wake, hekima na maono ya kuhili, kuendeleza taifa letu katika msingi wa amani, umoja usawa na maendeleo endelevu. Tunatambua mchango mkubwa wa Mheshimiwa Rais katika kuimarisha ustawi wa jamii zote nchini, hususan jamii za wafugaji na makundi mengine yaliyoko pembezoni pembe, pembe kwa kuendeleza sera na mipango ya maendeleo inayoguza maisha ya wananchi moja kwa moja. Tunatoa wito wa jamii yote ya wafugaji wa Kimaasai na wananchi wote kwa ujumla kujitokeza kwa wingi tarehe ishirini na tisa Oktoba 2025 kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu wa taifa letu kwa amani, utulifu na umoja na kupiga kura kwa mheshimiwa rais wetu mama Samia Suluhu. Chifu Hangaya, tuwe nguzo wa amani, nuru ya matumaini na urithi wa dhamani kwa taifa letu. Samia ni chaguo la amani. Tanzania kwanza, amani kwanza. Tunawapongeza sana sana sana. Ninafahamu tamko hilo mmelitoa nyie wenyewe mkiwa mmeona na mkiwa mashuhuda wazuri wa kazi kubwa nzuri alizofanya Dr. Samia Suluhu Hassan. Bahati nzuri sana sisi jamii ya maana sio watu wa kwenda pembeni na serikali. Na moja ya vitu muhimu sana ambavyo binadamu yoyote anapenda ni kuthaminiwa, kuheshimiwa na kutambulika kazi kubwa nzuri anayoifanya. Na nyiye malaibwana, mmekuwa moja ya watu mnaofanya kazi kubwa nzuri, na ndio maana tukawathamini. Leo tumeamua kusimama hapa na tumewaikeni ninyi ili tuwaambie zile chokochoko nilizosema nilizosema kwamba kuna chokochoko choko eti kwamba tarehe ishirini na tisa kuna kitu inayetua maandamano leo. Hii mbele ya enu na mbele za Mungu tunalaani kitendo hicho kwamba hatutakuwa na maandamano yeyote. Hawa wanaotushawishi kufanya maandamano ni washamba sana, wako Ulaya, watoto wao wako mahali pazuri, wanatuambia sisi tuingie barabarani. Nani mwehu kiasi hicho? hichoa ya maandamano yanayozungumzwa hatuungi mkono, hatuungi mkono kama mara mbili, sisi kama wazazi, lakini zaidi sisi kama wanawake, manake katika maandamano siku zote kutakuwa na shida nyingi za kifamilia, ambayo yakipatikana mimi kama mama ndio nitakayeumia zaidi atapatikana mlemavu ambaye nitakuwa anamuuguza ndani, atapatikana kipofu ambaye amesababishwa ndani ya ma maandamano yale. Kwa hiyo tunalaani na tunamuomba Mungu maandamano yasitokee kabisa. Naombeni wazazi wote, tukatae haya maandamano yasitokee. Kwa nini yatokee sasa? Mbona hayajatokea ya wakati mwingine? Unapoona fimbo hivi nyeusi watu wanavyonyosha, wanaona asilimia themanini walioko hapa ni malaigwe nane japo pia tumewaongeza e, wazee maarufu kutoka maeneo hayo kwa ajili ya ujumbe huu. Lengo kubwa ni kueneza ujumbe huu katika wilaya zetu zote, Tanzania nzima na jamii yetu, bila kabla hata hatujakuwa na mtandao wa simu, lakini tulikuwa na simu yetu ya asili, tunapenyesha kila jambo na tunaungana kwa pamoja na tukishaamua inakuwa hivyo. Serikali imetoa vifaa vya tehama katika gereza kuu la Uyui lililopo mkoani Tabora, kwa lengo la kuwezesha mahabusu na wafungwa kusikiliza mashauri yao kwa njia ya mtandao bila kulazimika kufika mahakamani. Akikabidhi vifaa hivyo hapo jana, mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amesema hatua hiyo ni sehemu ya utekelezaji wa mkakati wa kitaifa wa kupunguza muda wa gharama za uendeshaji wa kesi pamoja na kuongeza ufanisi na uwazi katika mchakato wa kutoa haki kwa mtuhumiwa. Wanasema kuna mrundikano wa, wa, wa mahabusu wanaoendelea kutarajia kusikilizwa au kuendeshwa kesi zao mbalimbali. Kwa hiyo njia mojawapo ya kutatua kero hiyo ni kupata vifaa ambavyo vinaweza kufanya kazi kwa urahisi, lakini pia kwa muda mfupi, na kupunguza pia gharama ya kuwatoa wafungwa labda hapa kuwapeleka mahala fulani, inawezekana wanatolewa Nzega wanaletwa hapa mahakama kuu, wanatolewa Igunga, Kaliwa, Uyui, Oteva, Ndoteva. Basi nikasema mimi kwangu hilo sio sio tatizo, na niendelee kukusihi mheshimiwa jaji, lakini na viongozi mkuu wa magereza, tuendelee kushirikiana. Mimi ukiniletea changamoto ya namna hiyo yaani iwe inanishinda hiyo changamoto, sijui hasa iweje, labda kujenga gereza kubwa kama hili, lakini zingine ndogo ndogo hizi sidhani. Sisi kama serikali tunatakiwa tuiwezeshe mahakama iweze kufanya kazi zake kwa ufanisi, na iweze kutoa haki kama chombo cha kutoa haki, lakini anayetakiwa kuifacilitate mahakama ifanye kazi zake kwa ufanisi ni serikali. Kwa wala usikwame na usirudi nyuma. Kama kuna jambo ambalo unafikiri serikali zinatakiwa tufanye ili shughuli zako na chombo chako cha mahakama kiweze kwenda na kufanya kazi, basi wewe nijulishe immediately, tutatatua changamoto hiyo. Tumetoa msaada wa laptop zipo nane na magodoro hayo mia moja sitini na nane kwa ajili ya wafungwa wetu. Sisi tunakupongeza sana kwa kazi hii kubwa na muhimu ya kuona kwamba ni muhimu kukabidhi vifaa hivi kama ambavyo tumesikia ni kasha mtandao vifaa ambavyo vitakwenda kusaidia katika utekelezaji wa shughuli za mahakama, lakini na muhimili huu ambao tuko hapa, sababu vifaa hivi kama tunavyojua, sasa hivi shughuli zote zimehamia katika masuala mazima ya mtandao. Kwa hivyo, bila kuwa na vifaa wezeshi, inawezekana kazi ufanisi. Lakini kutokana na vifaa ambavyo utakwenda kuvikabidhi leo, tunaamini kwamba kazi itakwenda kufanyika vizuri kwa haraka na kwa weledi mkubwa. Kwa hivyo, binafsi mimi nakupongeza sana kwa kuona changamoto hii na kuona ni muhimu kuitatua wakati tukiwa ndani tumesikia kuna changamoto ya magodoro takribani mia moja sitini na nane na tayari mheshimiwa, mm -hmm. mkuu wa mkoa ameshaitolea majibu changamoto hiyo. Kwa hiyo mimi pia ninakupongeza na tunashukuru kwa hiyo hatua ya utatuzi wa changamoto ambayo umeifanya. changamoto ambayo tulikuwa nayo, uh, sisi mahakama kuu kanda ya, ya, ya Tabora <clears throat> utaona kwamba mahakamani kule sisi tuna vifaa vya kutosha, laptop zipo, e, hakimu mm -hmm wanaweza kaa hata mahakimu watano wakakaa, majaji watatu wakati mmoja, kusikiliza kesi, lakini changamoto ilikuwa upande wa wenzetu magereza, unakuta labda na laptop moja au na laptop mbili. Kwa hiyo sasa hivi tukiwa na laptop za kutosha maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba mahakamani kule sio lazima wafunge waje mahakamani au watumie waje mahakamani jaji, hata majaji watatu wanaweza kaa wakati mmoja na huku wakakaa wafungwa watatu kesi tofauti. Kwa hiyo kesi unasikiliza kwa wakati mmoja, au majaji watatu wanakaa na wakati huo huo mahakimu pia wanakaa, tunaendelea kusikiliza kesi. Na sisi, eh, kanda yetu hii ya, ya Tabora tuna, tuna gereza takriban sita. Kwa hiyo badala ya kumtoa Kaliua, badala ya kumtoa Igunga aje mahakamani, sasa ataweza kukaa kule kule na ataweza kusikiliza kesi kule kule, na nakala ya hukumu itatolewa na sisi kanda ya Tabora ukiangalia takwimu e, kwa mwaka huu ambao kuanzia mwaka uh, 2024 mpaka mwaka 2025, paka mwaka 2025, paka sasa tumesikiliza kesi kupitia mtandao au mashauri kupitia mtandao takriban 421. Sasa unaweza kuona kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao mashauri 421, tumeokoa kiasi gani cha pesa kwa serikali. Tunashukuru kwa sababu hii itaturahisishia utendaji wetu wa kazi. Kwa mfano kama leo kuna mahakama imeendeshwa pale, dakika sifuri tu, kwa hakuna cha askari wa kusindikiza kwenda mahakamani, hakuna gari ililotumika, lakini tayari kuna mtu ameshayatendewa haki zake pale leo asubuhi. Kwa hiyo kwa msingi huo, naonyesha jinsi gani tunasonga mbele. Endelee kuomba, afande, yanayowezekana kama haya, basi uendelee kuyasimamia ili nchi yetu isonge mbele, kama Lengo ni kusonga mbele. Mgombea mwenza nafasi ya makamu wa rais wa chama cha Umma Chaumma, Mheshimiwa Devota Minja ametangaza Chaumma Zanzibar inamuunga mkono mgombea wa nafasi za uraisi Zanzibar kupitia ACT Wazalendo Mheshimiwa Masoud Othman. Minja amesema hayo wakati akizungumza na wananchi wa jimbo la Micheweni Pemba, ambapo amesema Chaumma haijaweka mgombea urais kwa upande wa Zanzibar kwa kutambua mchango wa hayati Maalim Seifu katika kupambania haki kwa wananchi wa Pemba kumwakilisha mgombea wetu wa uraisi kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma, Mwalimu Salum Jumani. tume ni waombe cha Umma kwa kutambua mchango na harakati za kupambania taifa hili zilizoachwa na ma ma Maalim Seif marehemu, tutaendelea kupita kule alikopita. Wamesema hatutaweka mgombea urais, tuko tayari kumuunga mkono mgombea wa ACT wa urais Mheshimiwa Othman Masud, tumpe kura za kutosha. kuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunawaomba vilevile kwa nguvu tulio nao Micheweni wale wenzetu wa ACT kwa kuwa tumewaunga mkono Sio vyama vingine vya upinzani tunapaswa kuunganisha nguvu, ndugu zangu. Elfu mbili na kumi na tano, sisi kule bara, wakati marehemu Lowasa aliingia wakati huo kwenye vyama vya upinzani tuliunganisha nguvu. Wahandisi watatu na muongoza watalii mmoja wamesomewa upya mashtaka tisa ya hujumu uchumi likiwemo la kuongoza genge la uhalifu na kujipatia fedha kwa njia ya udanganyifu kutoka katika taasisi mbalimbali za serikali na binafsi. Wahandisi hao ni Faustine Malia mkazi wa Sala Sala, Emiliana Kimaro mwenye umri wa miaka 35 mkazi wa Kibana, Nelson Jacob mkazi wa Kimara, mwisho wa muongoza watalii Tumaini Molel mkazi wa, mkazi wa jijini Mwanza. Washtakiwa hao walisomewa mashtaka hayo baada ya kesi hiyo ya awali iliyokuwa na mashtaka nane kuondolewa na kufunguliwa nyingine mapya kwa kuongezwa kwa shtaka la kuongoza genge la uwalii na huo ni mwisho wa taarifa ya habari jioni leo ya Oktoba 21, 2025. Asante sana kuchagua na kutazama taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Kwa niaba ya wale tulio shiriki kuandaa matangazo haya, ni kukumbusha Novemba 17 hadi Novemba 21 tutakuwa na kambi ya matibabu ya upasuaji mdomo wazi ambao utafanyika pale Tabora Malolo. Fikishe mtoto wako, ndugu yako mapema pale akapate huduma hiyo ambayo inatolewa bora kabisa. Lakini pia huduma ya ambulance kuanzia Novemba 1 tutakupona nao kupitia namba hizo hapo, unaweza kupiga simu, bora kabisa tukakupatia huduma popote pale uta po kuwepo. Lakini pia marathoni yetu ya muhimu kabisa, tarehe 21 Disemba tutakapo kule Zanzibar, SQF marathoni itatua kule. Jiandae vyema kushiriki kwa shilingi elfu 35 tu. Kwa niaba ya wale watu walishiriki kwenda matangazo hayo, likuponamipenda kwetu, nikutakia jioni iliyo njema, bai kwa sasa.